Naitwa Fraiska, Josue Rafael. Hapa nilipo ni Bwera Karonge, nipo kwenye familia ya Rafaeli Mtundu. Inu baba na mababu walitoka cha Mtwara ku babu mzababu. Dona alizaa alizaha mtoto wake wa kwanza anaitwa naitwa Alexander. Mtoto wa pili anaitwa Rafael. Ndio baba. Basi baba Alexander akawa amebatika alitoka Kyamutwara kwenye utemi akaitaair, basi wakahama kule, wakaja hapa Karonge Ibwera. Baadaye elfu moja na mia nane kumi na tatu wazungu wakawa wameleta dini, lakini huku tumeishaanza utemi. Basi baba babu Alexander akawa ameenda na wazungu Mwanza, Sengerema Alivyofika kule kwa kuwa nyumbani kulikuwepo na utemi na wenyewe, wazungu wakasema upate utemi, akapata utemi. Ametawala miaka ishirini na saba, lakini bahati nzuri au mbaya akufanikiwa kuzaa mapema, akarudi huku kule baba yake alikuwa na wanawake wawili, wa kwanza ndiye amezaa Alexander na Raphael. Mwanamke wa pili akazaa Koroneli na Joseph. Basi yeye alivyotaka kustafu akaja huku Bukoba akafata watoto wake wa baba mdogo wa ndugu yake ambaye anaitwa Raphael. Akachukua Leonard akampa ukatikiro, akachukua Francisco akampa utemi wake pamoja na Anseli. Basi baadaye ndio utemi ukaenda unaisha. Aliyekuwa kwenye nafasi ya Balisondole na aliyevalishwa utemi ni mtoto wa Rafaeli ambaye ni ndugu yake na Alexander, mama mmoja baba mmoja. Kwa hiyo kwanzia hapo utemi umeisha, tulikuwa tumekaa tu, ndio storia yetu ya watundu. Hapa ndio kwao na Alexander na Francis na Francisco, ndio nyumbani kwao. E, inabidi tuendelee kwa sababu nimesikia tu utemi umeruhusiwa kwamba watemi warudishwe na sisi ndio tunataka tuurudishe e, kikale kiwe vizuri na kiendelee na utaratibu uliokuwepo. Kwa jina, mi naitwa Emmanuel Kaigarura ni mzaliwa wa kijiji hiki na familia inaifahamu kuanzia kwa babu yake na raiska na ya baba yake na mfahamu vizuri tu kuhusu suala la utemi alivyoeleza ni sahihi, kwamba Francis kama kasimiko akiwa Sengerema, bila shaka taratibu zote zimefuatwa, lakini Francis ni mtoto wa huku, anatoka kwenye ukoo huu. Lakini pamoja na kasimiko akiwa eh, Sengerema, bado hiyo haimzuii kurudi kuja huku kwa ajili ya baba yake kwa sababu baba yake alizaliwa huku na alizikwa huku. Kama mila na desturi zimetimizwa, lazima ni mtemi arali. Toka kale kabla ya uhuru, watemi walikuwa na miongozo yao wanayoitumia kuongoza watu ambayo ilikuwa inaendeleza maadili na utamaduni wa wakati ule ambao ulikuwa ni utamaduni mzuri tu kwa sababu ulikuwa na heshima, ulikuwa na mila zake. Watu walikuwa wanajua wafanyeje, kama hiki kimeharibika mtu wafanyeje, kama ukafanya hivi anafanyaje, ndio ilikuwa mila na desturi zake. Kama serikali imeamua kurudisha machifu kwa masharti ambayo itakuwa imetoa itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu watarudisha mila na desturi, heshima ya zamani kuwepo itasaidia hali ya sasa hivi iliyopo ya hasa vijana kutoka kwenye tamaduni za za ujana kuingia kwenye tamaduni za za kufuata mila na desturi ambayo kawaida inaleta heshima. nipende kushukuru Mwenyezi Mungu maana ni mwingi wa rehema, ndio mwenye kila kitu eh. Ninashukuru kwa nafasi hii niliyoipata, sio kwa nguvu zangu bali, sio kwa akili yangu bali ni uwezo wake Mungu, nafasi hii kusimama, baada ya kusimamishwa kanda ya ziwa uteni huku, sasa ato wa kurudisha nafasi hii, mimi nimeona ni nafasi nzuri na uongozi huu wa kimira ni mzuri pake, unawafanya watu waogope hapo waheshimu, na kimira disturi pia, nitaongoza kwa mujibu wa enzi kama jinsi walivyokuwa wanaongoza watangulizi wetu, na hili swala litakuwa endelevu mpaka serikali pale itakaposema huu taratibu umeisha au unaendelea dikizaji, maana serikali ndio ina vile vile zitachoka utaratibu ulioachwa na wazee wetu wa zamani, ake ilikuwa ni kijiti cha sio kwamba ni kuachiana kulingana na uzao na uzao, bali ilikuwa ni kijiti ambacho mtu yeyote anayeonekana koo inampendekeza yule yule atakayekuwa anasimama na kuongoza kwanza watu walikuwa wamechama kwenye mfumo make, waliona kuwa hata katika mwongozo wa kiutaratibu walikuwa wamesha acha uoga, fanya watu warudi kwenye sistem ya ku ya, ya kuondoa yale mazoea make, imesikia hatua mtu ana, ana, akipewa hata adhabu anasema baada ya miezi miwili au sita au mwaka anaona ni jambo la kawaida, lakini pale unaporejea kwenye mila na desturi, watu huwa nikitoka karibiu kutoka kwa mseni, asipofuata na kuzingatia ma maagizo, kuna vitu ambavyo huwa vinakuja kuathiri, maana ile miko inakuwa na mambo gani ambayo wewe ukikemewa, hata kama usipopewa adhabu, adhabu inaweza ikakupata baadaye hasa mila na desturi ni kitu kimoja cha kuogopa sana. Watu wataondoka kwenye, kwenye kwenye ule utaratibu wa kimazoea um, kwa mfano unakuta mjane anaonewa kwa sababu watu wameshaingia kwenye utaratibu wa mazoea. Baada ya familia akiondoka, wanaingia ndugu na jamaa kwa ajili ya kumpokonya kile ambacho wametafuta na mme wake, mfano labda ardhi ndugu na jamaa wanaanza mvurugo sasa. Kama kutakuwa na mila na desturi, hawatafanya tena yale, kutakuwa na karipio, kutakuwa na mila, kutakuwa na desturi, ile miko inakuwa imesharejesha mtu, hofu ya kumuonea tena inaondolewa. Najua masuala ya kimila na desturi, cha kwanza ambacho wa tunazingatia taratibu wa kimila sisi kwenye utaratibu wetu, kuna majina ambayo huwa yanatendekezwa hata mawili au matatu, kisha linatokea jina moja ambalo litakalokuwa limekubalika ndilo hilo litakalokuwa limeteuliwa. Hilo eh, jina litakalokuwa limeteuliwa ndilo hilo litakalokuwa tayari ka, kama kupewa mamlaka yote na kuwa mtawala. Baada ya hapo unafanyika utaratibu wa kusimikwa. Sasa baada unapoteuliwa tayari, utaratibu utaratibu wa kusimikwa hapo hapo unaanza. Utakaposimikwa ndipo utakapokuwa tayari umekamilisha na kutimiliza taratibu zote za kimira. Ukishasimikwa hiyo imeisha. Sasa utabaki sasa kila sehemu kutangazwa kwamba wewe ndio utakayekuwa ni mkeule maana zoezi la mwisho huwa ni kutimipo. Cha kwanza, mambo matatu niliyonayo kwenye utawala wangu huu nilivyopangilia, cha kwanza ni nikuondoa migogoro ya aina yoyote, kupunguza migogoro ya aina yoyote ile, ikiwezekana ardhi, ikiwezekana kwenye ndoa, madi vinti ma, ma, ambavyo yamepotea yani, hususani mtu anatengeneza mazingira ambayo yanakuwa ya yani ya kiutapeli ya ki ni yote hivyo yani vile kama vile kugush kuwafanya watu wote wawe na haki sawa, hata mwenye asiyekuwa nacho na mwenye aliye nacho, ili watendee kwa pamoja, maana hakuna mwenye yuko juu kuliko mwenzake. Kingine nikushughulikia watu wakakae kwenye usawa wao, atuwepo mwenye anayejitamanisha kuliko mwenzake.